Naitwa Kipemba Mtiniwa, ni mtafiti kutoka taasisi ya utafiti wa nyamapori Tanzania, TAWIRI. Leo hii tuko hapa kutoa mada fupi juu ya ufugaji wa nyuki na faida zake. Ufugaji wa nyuki ni shughuli ya kiuchumi ambayo inampasa mfugaji kuliandalia kundi la nyuki mahala pa kuishi ili liweze kujijenga, ili liweze kuzaliana na ili liweze kuweka akiba ya chakula ambayo ni asali. Lakini pamoja na asali, nyuki anatoa mazao mengi. Mfano, kuna chavua, kuna nta, kuna gundi ya nyuki na kuna maziwa ya nyuki, royal jelly. Hayo yote ni mazao ambayo yanayotokana na nyuki. Pia nyuki anatoa pia zao la sumu. Lakini leo zaidi tunaangalia nini, faida za ufugaji wa nyuki. Moja, Ufugaji wa nyuki ni shughuli ambayo inaweza kumpatia mtu kipato na ajira. Mtu anapofanya ufugaji wa nyuki, atapata mazao ya nyuki na atauza, atapata fedha. Kwa hiyo hiyo itampa kipato. Lakini faida nyingine ya ufugaji wa nyuki, ufugaji wa nyuki ni shughuli ambayo ni rafiki wa mazingira. Mahala popote inapofanyika shughuli za ufugaji wa nyuki, watu huwa hawawezi kukata miti, kwa hiyo miti itakuwepo na wataweza kutunza mazingira kwa kujua kwamba wanapotunza yale mazingira nyuki wataweza kupata chakula chao ambao ni kinachotoka katika maua ya miti. Ufugaji wa nyuki unaweza ukafanywa na mtu yeyote wa jinsia yeyote na warika lolote, bila kujali huyu ni mwanamke, huyu mwanaume, huyu mzee ama huyu kijana. Ufugaji wa nyuki ni shughuli ambayo inaweza ukafanywa bila kuathiri shughuli zingine, kwa hiyo inahitaji usimamizi mdogo. Mfano, unapokuwa umetundika mizinga yako ya nyuki una uwezo wa kuacha hata wiki mbili ndio ukaenda kukagua. Kwa hiyo haihitaji usimamizi wa mara kwa mara kama zilivyo shughuli zingine za kilimo na mifugo. Faida nyingine ya ufugaji wa nyuki ni swala zima la uchavushaji, inasaidia sana katika maswala ya uchavushaji wa mimea, huduma ya uchavushaji mimea, ili iweze kutoa mbegu bora na nzuri lazima nyuki wafanye uchavushaji. Faida nyingine ya ufugaji wa nyuki ni yale mazao tunayoyapata, mfano asali, mta, gundi, sumu ya nyuki, pamoja na maziwa ya nyuki au royal gel. Unaweza kuyatumia kama chakula, lakini ufugaji wa nyuki pia faida yake ingine inasaidia kuunganisha watu. Kwa mfano, tunapofanya shughuli za ufugaji wa nyuki tunakuwa na vikundi, kwa hiyo tunaunganisha watu kuwa na vyama vya ushirika, inawafanya kuwa na pamoja na kuweza kuwa na kauli moja katika shughuli nzima za ufugaji. Lakini ufugaji wa nyuki pia unasaidia sana katika swala zima la utatuzi wa mwingiliano kati ya wanyamapori na binadamu. Pia ufugaji wa nyuki unaweza ukaongeza thamani kupitia utalii wa nyuki. Mara nyingi huu utalii wa nyuki unafanyika katika maeneo ambayo yako pembezoni na maeneo ya hifadhi, kwa hiyo inaweza ikasa, ikasaidia kufanya mfugaji, I mean, mgeni kuja ndani ya nchi yetu kuongeza siku za kukaa nchini kwa ajili ya kuangalia masuala mazima ya utalii wa nyuki. Mtalii anapofika nchini kwa ajili ya shughuli za utalii wa nyuki, moja atatembelea manzuki kwa ajili ya kujifunza nyuki na mazao yake, hiyo moja. Lakini pili, kutamfanya mtalii aonje vyakula vya asili vinavyopatikana katika maeneo hayo. Tatu, kutamfanya mtalii afurahie mazingira halisi ya porini, kuangalia mandhari halisi, na wataweza kuonja asali halisi walioivuna wenyewe kwa mikono yao, lakini pia wageni wanaweza wakaja wakajifunza mambo mbalimbali kuangalia transition. Ah, tumetoka wapi yani, tumeanzia wapi sisi kwa katika wa nchi yetu, kuanzia kale ufugaji wa nyuki ulikuwaje, wakati wa ukoloni, wakati wa uhuru. Wataangalia zile transition za ufugaji wa nyuki kutoka TAWIRI, na hizi ndio faida za ufugaji nyuki kisasa.